Tuelekee yeah, kaunti namba 11 ambapo zaidi ya vijana mia moja kutoka Isiolo wamepokea mafunzo chini ya mpango wa wezesha vijana mashinani. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo katika kambi ya Turukana wilaya ya Burat, kiongozi wa vijana na ujarasilia mali katika huduma za msaada wa Katoliki Irene Wairimu alisisitiza uwezekano wa makubaliano ya mpango huo ambao ni ushirikiano na msingi wa Safaricom.

we have motorcycle repair and plumbing partnering with catholic relief services in nairobi masabit and Isiolo counties we continue to invest together with the partnership in counties working with the county governments in all the three counties to advance the youth agenda funding TVET programs nasomea phone, phone mobile phone repairing, na Nia yangu ya kumaliza hii course ni kufungua biashara na kuwezesha vijana wengine pia waweze kusoma hiyo course na kuelimisha wanawake wenzangu. The knowledge ama skill inakuja kwako kwa, kwa sababu skill ni kujua kufanya kitu na mkono yako, na unajua kama ni waya hii inapitia mahali fulani.